Je, yeah, unafahamu sifa za nyoka mkubwa anaitisha na kuvutia kwa wakati mmoja? Haya sasa, ndugu zangu, kutoka Rungwe, Tukuyu, Mbeya washamtambua wa kinoma hasa maeneo ya mto Mbaka, wapo wakishazi kinoma. Mimi rangu jina naitwa Friday Mwangomale, ambatana nami nikusogezea makara hiki na gaubaga Chatu ni miongoni mwa nyoka wakubwa zaidi unaoweza kuwakuta barani Afrika, akijulikana kwa mwili wake mrefu, nguvu kubwa na uwezo wa kumeza mawindo makubwa kupita kiasi cha kawaida. Ingawa hana sumu kabisa, uimara wa misuli yake unamfanya awe mmoja wa wanyama wanaotisha zaidi katika pori. Nyoka huyu ana uwezo wa kufikia urefu wa hadi mita saba na baadhi hufika zaidi ya hapo, kulingana na mazingira anayoishi. Ngozi yake imepambwa na michoro ya kahawia, kijivu na nyeusi ambayo humsaidia kujificha kwa urahisi akiwa porini na kumfanya awe mwindaji mwelevu asiyoonekana kwa wepesi. Chatu hupatikana katika maeneo mengi barani Afrika na Tanzania ni moja nchi yenye idadi kubwa ya aina hii ya nyoka. Anaishi katika hifadhi kama Serengeti, Mikumi, Ruaha na Manyara pamoja na mapori kubwa vijijini, vichakani na maeneo yenye maji ya mito au mabwawa. Mikoa kama Tabora imewahi kuripotiwa kuwa na chatu wengi kutokana na ukubwa wa misitu na maeneo ya wazi yanayomfaa kujificha na kuwinda kwa ujumla. Chatu hupenda sana sehemu tulivu zenye kivuli na unyevunyevu ambako wanaweza kustarehe na kusubiri mawindo bila kusumbuliwa. Aina hii ya nyoka huishi kwa kutegemea kuwinda mawindo mbalimbali, hula wanyama wadogo hadi wakati kama panya, ndege, nyani wadogo, swala wadogo, sungura na wakati mwingine hata mbuzi wadogo kulingana na wake Chatu. Chatu hura kwa nadra. Mara tu anapokula mlo mkubwa, anaweza kukaa hadi wiki kadhaa bila kuhitaji chakula kingine, kwani mwili wake umeng'enya polepole na kumtoshereza muda mrefu. Zaidi ya chakula hutegemea sana maji kwa ajili ya uhai wake, kuondoa joto na humsaidia katika umeng'enyaji wa chakula. Kwa sababu hii, hukaa karibu na mito, mabwawa na mabonde yenye unyevunyevu. Makazi ya chatu mara nyingi huwa ni maeneo yenye kujificha vizuri kama vichaka mashimo ya chini ya ardhi mawe makubwa au miti iliyoporomoka. Hii humsaidia kujilinda dhidi ya adui pamoja na kumruhusu kuwinda kwa kushtukiza. Katika mfumo wa mazingira, chatu ana umuhimu mkubwa, kwani husaidia kupunguza idadi ya panya na wanyama wadogo wanaoweza kuharibu mazao au kusababisha madhara kwa binadamu. Kwa ujumla, chatu ni nyoka ambaye amebeba mchanganyiko no wa nguvu, ustadi na maridadi wa kipekee. Ni mnyama anayeheshimika katika ulimwengu wa pori na ni sehemu muhimu ya mfumo wa ikolojia hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Shukrani sana kwa kutenga muda wako, bonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu motomoto. Mimi ni Friday Mwangomale Kilanja wazam